Saa 12 kamili, saa za Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC nami Sarafi, Nairobi. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii, Rais Trump anatarajiwa kuwasili nchini Israel ambapo atakutana na familia za mateka, kuwa na mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kuhutubia bunge la Israel kisha kuelekea Misri. Ofisi ya urais nchini Madagaskar imetoa waraka ikisema kuna jaribio la kutaka kumwondoa madarakani rais wa nchi hiyo kwa njia y haramu na kwa nguvu. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia hali ya Gaza na umuhimu wa makubaliano yanayotarajiwa kutiwa saini. Kila kitu kinaonekana kimepangwa katika ustadi mkubwa, lakini pia inaongeza uzito kiasi fulani kwa sababu haya makubaliano yatasainiwa kule Misri. Sasa ni Jumatatu, tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano Lakini kwanza, msikilizaji, nampisha mwenzangu David Nkya akusomea muktasari wa habari za dunia. Karibu Nkya. Asante Sarafina. Raisi wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kuwasili nchini Israel kwa ajili ya kushuhudia kuachiliwa kwa mateka kutoka Gaza na kusema kwa sasa vita vimeisha. Hamas inapaswa kukabidhi mateka wote wa Israel wanaoshikiliwa kama sehemu ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Zaidi na Esta Lombano. Hamas ina hadi saa sita za ndani kuwarudisha mateka 48 ambao 20 wanaaminika kuwa hai kwa kubadilishana Israel itawaachia huru wafungwa 250 wa, wa Kipalestina na zaidi ya watu wengine 1700 wanaoshikiliwa tayari. Trump amewasili Israel kukutana na Benjamin Netanyahu na kulihutubia bunge la nchi hiyo kisha ataelekea Misri kuandaa mkutano wa kilele wa amani katika eneo la Mashariki ya Kati, ambao pia utahudhuriwa na viongozi wa dunia akiwemo Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Rais Trump amesema huenda akafikiria kutuma makombora ya masafa marefu ya Tomahawk nchini Ukraine ikiwa Urusi haitasitisha uvamizi wake. Akizungumza na waandishi wa habari kwenye ndege ya Air Force One, Trump amesema anaweza kuzungumza na Urusi kuhusu kama wangependa makombora hayo yawafikie. Maoni yake yanakuja muda mfupi baada ya kufanya mazungumzo ya simu na rais wa Ukraine Volodimir Zelenski. Katika hotuba yake ya video kwa watu wake, Zelenski amesema hofu ya Urusi ya kwa Marekani kusambaza makombora ya Tomahawk kwa Ukraine ni ishara kwamba hatua hiyo inaweza kuleta amani. Maelezo yanaibuka kuhusu ajali ya boti nchini Ghana ambayo iligharimu maisha ya watu kumi na watano wengi wao ikiwa watoto wa wadogo siku ya Jumamosi. Inafahamika kwamba boti ndogo iliyokuwa imejaa kupita kiasi ilipinduka katika mkoa wa Oti katika ziwa la Volta iliporejea kutoka kwenye harambee moja. Ni wasafiri wanne tu kati ya kumi na tisa waliopona. Shirika la usafiri wa baharini la Ghana lilielezea tukio hilo kama ukiukwaji mkubwa na usiokubalika wa viwango vya usalama majini. Na kumekuwa na mapigano nchini Kameruni kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wenye hasira wa mgombea mkuu wa upinzani, wakati zoezi la kuhesabu kura kwa uchaguzi wa urais likiendelea. Wafuasi wa Isa Chiroma Bakari waliingia barabarani katika ngome yake ya Garoua kaskazini mwa Kameruni baada ya makazi yake kuzingirwa na vikosi vya polisi. Vikosi vya usalama vilifyatua mabomu ya machozi kwa umati huo, huku mgombea mkuu wa upinzani akizuiwa kugombea, ni wachache wanaotarajia kwamba kiongozi mkuu wa serikali hiyo mwenye umri wa miaka 92 po bia kushindwa. Bia amekuwa mamlakani tokea mwaka 1982 na amegombea kwa muhula wa nane hii ni BBC Muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na mwenzangu David Nkia akiwa Dar es Salam. Unasikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na redio washirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM na Gulf Radio. Uganda ni Voice of Karamoja, na Nael FM. Nchini Tanzania pia tunaweza kusikika kupitia Bomba FM nyanda za juu kusini mwa taifa hilo, Redio Kwizera Ngara, Redio One ya Dar es Salaam na Radio Free Africa huko Mwanza. Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Congo ni Redio Muungano Beni, internet ni katika BBC Swahili.com. Matangazo hayo pia yanakuja mubashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili. Mimi ni Sarafina Rubi. Tukianza moja kwa moja ni kwa rais wa Marekani Donald Trump. Yupo njiani, amewasili ame Israel kwa, kwa ajili ya safari fupi ambayo vilevile itampeleka vile Misri. Anatarajiwa kukutana na familia za mateka wa Israel, kuwa na mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kuhutubia bunge la Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hapo jana kuwa vita vya Gaza vimekwisha. Rais huyo ameyasema hayo akipanda ndege kuelekea Mashariki ya Kati kuhudhuria kongamano la amani, huku kundi la Hamas likitarajiwa kuwaachilia mateka waliokuwa wakiwazuia kwa muda wa miaka miwili. Trump anatarajiwa kuzuru Israel na Misri. Alipoulizwa na wanahabari kama ana imani kwa makubaliano ya kusitisha vita yatadumu, Trump alisema ana imani kuwa amani ambayo imepatikana sasa itadumu, kwani watu wamechoka na vita hivyo. Hili ni tukio maalumu, nchi zote za dini ya Kiislamu na mataifa ya Kiarabu wanashangilia, kila mtu anashangilia. Ni jambo ambalo halijawahi kutokea. Wakati mwingine unapata kuna kundi linalofurahia na kundi jingine halifurahii, lakini hii imekuwa tofauti. Kipindi hiki kila mtu amefurahishwa, na nimeheshimika kuwa katika safari hii na tunaenda kuwa na wakati mzuri na litakuwa jambo ambalo halijawahi kutokea. Akiwa nchini Israel, Trump atakutana na familia za mateka waliochukuliwa na kuzuliwa na Hamas na kisha kulihutubia bunge la Israel mjini Jerusalem. Baada ya hapo, Trump ataelekea nchini Misri ambapo atakutana na rais Abdel Fattah Al Sisi na kuhudhuria kongamano litakalokuwa na zaidi ya viongozi wengine ishirini kujadili mpango wa kumaliza vita vya Gaza na kudumisha amani mashariki ya kati. Trump pia anatarajia kuangazia mkwamo uliopo wa awamu zitakazofuata kuhusu makubaliano hayo ya kusitisha vita baada ya kundi la Hamas kukataa kusalimisha silaha zao na Israel kwa kuondoa na jeshi lake kabisa ukanda wa Gaza. Na mna sasa tuelekea nchini Madagascar ambapo matukio yanayoendelea nchini humo yanaashiria siku za rais Andry Rajoelina kuwa madarakani zinahesabika. Jana ofisi ya rais huyo ilitoa waraka ikisema kuna jaribio la kutaka kumwondoa madarakani kwa njia ya haramu na kwa nguvu. Haya yanajiri siku moja baada ya baadhi ya askari kujiunga na maandamano yaliyokuwa yanaongozwa na vijana walioanza mwezi uliopita. Yani, ofisi ya rais jolena imesema pia kwamba inafanya mazungumzo kutatua mgogoro huo. Sami Awami, ambaye amekwepo jijini Antananarivo, ana taarifa zaidi kila kitu kilibadilika jana wakati Kapsat kitengo cha jeshi hiki kilichomsaidia Rais Ange Rajuel kushika madaraka miaka kumi na sita iliyopita kilionekana kumgeuka na wakaamua kuwaunga mkono waandamanaji. hivi sasa kinadai kuwa kimechukua udhibiti wa vikosi vyote vya kijeshi nchini Madagaskar, yaani jeshi la nchi kavu, anga na la majini, na tayari vikosi vingine pia vya jeshi vimetangaza kuwa navyo sasa vimejiunga na Kapsat, kama ambavyo waraka wa Rais Rajuel ulivyosema kwamba kuna jaribio la mapinduzi linaendelea. Wapo watu wengi hapa Madagaskar wanaoamini kwamba kwa mambo yanavyokwenda, basi muda wowote jeshi litatangaza kuchukua nchi. Sasa niliwauliza baadhi ya waandamanaji niliwakuta katika skwea ile, wanaonaje juu ya jeshi kuchukua nchi ikiwa hilo litatokea? Hatukubali kwamba jeshi ndiyo lichukue usimamizi wa nchi. Ni sisi raia ndiyo tunapaswa kuchagua nani atakayetuongoza, mtu atakayetufaa, anayeelewa changamoto tulizo nazo, anayeelewa tabu zetu, kile tunachopigania na anayeweza kutusikiza. Ni... mimi sioni kama kutakuwa na tatizo ikiwa jeshi litachukua uongozi kwa muda wa mwaka mmoja au miwili hivi, wakati tukijiandaa kufanya uchaguzi. Lakini kwa sasa hivi lengo letu kuu ni Rajoelina na watu wake wote wa karibu waondoke, tunahitaji kusafisha kabisa. Thank you, thank you. Maandamano haya ya hivi karibuni yalianza mwishoni mwa mwezi uliopita kwa madai ya upungufu wa maji na umeme. Lakini yamegeuka kuwa changamoto kubwa kabisa kwa utawala wa Rais Rajoel tangu alipoingia madarakani mwaka elfu mbili na tisa hadi hivi sasa. Haijulikani yuko wapi Bwana Rajoel, lakini ofisi yake imeendelea kusisitiza kuwa bado anaendesha shughuli zote za nchi. Lakini mara ya mwisho aliyoonekana hadharani ilikuwa siku ya Jumatano ya wiki iliyopita alipokuwa akizungumza na makundi mbalimbali mbali ya wananchi. Sasa kando na Madagaskar, tuelekea Kamerun ambapo raia wa Kamerun wamekuwa wakipiga kura katika uchaguzi wa urais ambapo rais ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka elfu moja mia kenda themanini na mbili anagombea tena kwa muhula wanne, taarifa wanane, kunradhi, taarifa zaidi na David Raia wa Kameruni walipiga kura siku ya Jumapili katika uchaguzi unaotarajiwa kumrejesha madarakani Paul Biya mwenye umri wa miaka 92 kiongozi mkuu wa serikali mwenye umri mkubwa zaidi duniani baada ya kukaa madarakani kwa miaka 43. Waandishi wa habari wa shirika la AFP waliwashuhudia wapiga kura wakiwa wamejazana nje ya vituo vya kupiga kura wakati wa mchana katika mji mkuu Yunde kabla ya kufungwa mapema jioni, huku afisa mmoja wa uchaguzi akitangaza kwamba zoezi la upigaji kura lilikuwa tulivu. Bia alikabiliana na wapinzani kumi na mmoja akiwemo waziri wa zamani wa ajira Isa Bakari mwenye miaka 79 ambaye alionekana kuwa na mvuto mkubwa kwa wapiga kura wa taifa hilo la Afrika ya Kati ambapo nusu ya wakazi ni chini ya miaka ishirini. Waliojiandikisha kupiga kura ni milioni nane katika nchi hiyo ambapo wengi katika idadi hiyo wamemshuhudia rais mmoja katika maisha yao. Bia amekuwa madarakani tokea mwaka 1982 na ameshinda kila uchaguzi katika kipindi cha miaka ishirini na zaidi ya asilimia sabini ya kura. Mchambuzi wa siasa za Cameroon Stefan Akoa amesema, wanajua vyema mfumo unaotawala una njia za kutosha kupata matokeo. Kwa upande wa Rais Bia, Bia hakuonekana sana hadharani wakati wa kampeni akionekana siku ya Jumanne pekee kwa mara ya kwanza tangu mwezi Mei. Bia ni rais wa pili wa Kameruni tangu nchi hiyo kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Serikali yake iliwaidhinisha waangalizi elfu hamsini na tano wa ndani na, na jukura, wa kimataifa kufuatilia zoezi la upigaji kura, wakiwemo wawakilishi wa Umoja wa Afrika. Tume ya uchaguzi ina mpaka Oktoba 26 kutangaza matokeo ya mwisho. Nam na sasa tuelekee viwanjani naye Omari Mkambara. Nikianza na michezo ya kufuzu kwa kombe la dunia, timu ya taifa ya Ghana Black Stars imejikatia tiketi ya kushiriki michuano hiyo ya mwaka 2026 baada ya kupata ushindi wa goli moja kwa bila dhidi ya Komoro, goli pekee la Ghana likifungwa na Muhamed Kudusi aliyewapeleka kwenye fainali zijazo za kombe la dunia 2026. Katika michezo mingine, Burkinafaso wakaweka matumaini yao ya kucheza playoff baada ya ushindi wa goli tatu kwa moja dhidi ya Ethiopia. Zambia wakachapwa nyumbani kwa goli moja kwa bila na Nigeria. Afrika ya Kati wao walishinda tatu mbili dhidi ya Chad. Sierra Leone akampiga Djibouti goli mbili kwa moja huku Mali akimkandamiza Madagascar kwa moja. Mafarao Masri wa oli walishinda goli moja kwa bila dhidi ya timu ya taifa yenginebs barani Ulaya. nalanzi walishinda goli n kwa bila dhidi Finland na kuweka matumaini yao haya ya kufuzu kwa fainali zijazo za kombe la dunia Hispania hispaniawakatakata kwa ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya wa Denmark walishinda tatu moja dhidi naye akiweka matumaini haya ya kwenda kwenye kombe la dunia baada na goli mbili kwa moja dhidi ya e Belarus. Visiwa vya Faroe vikawashangaza Jamhuri ya Cheki walipowapiga mbili moja na kupanda hadi nafasi ya tatu kwenye kundi L na kuwafanya mashabiki wa Faroe kuimba kwamba la dunia linakuja nyumbani na katika mchezo wa tenisi nyota wa Tennessee, Coco Gauff ameshinda taji la One Open baada ya kumtandika Jessica Pegula kwa seti mbili ya sita nne na saba sita hii na inamfanya Coco kuwa mchezaji wa kwanza kushinda fainali zake tisa katika uwanja mgumu na akiwa ameshinda mataji 11 kama mchezaji wa kujitegemea na katika mchezo wa mpira wa kikapu nyota wa Philadelphia 76ers Joel Embiid amerejea tena uwanjani baada ya kuwa nje kwa muda mrefu ambako alikaa nje msimu uliopita baada ya kufanyia upasuaji, na mara ya kwanza jana alirejea uwanjani wakati timu yake ikicheza mechi za maandalizi ya msimu mpya dhidi ya Blue and White, na ikumbukwe msimu mpya wa NBA utaanza Jumanne ya Oktoba 21. Ni haya tu kwenye michezo asubuhi hii, naitwa Omari Mkambara.